Ninaomba pia fursa ya kutamka mahuzuniko yetu tuliyonayo, na hasa kwa hali inayoendelea katika nchi yetu, kusikia habari ambazo si nzuri za vifo. Sasa tumesikia ajali nyingi sana katika kipindi hiki katika barabara zinazo kuunganisha katika nchi yetu. Nina hakika si sote tukiwa tukichukua wajibu wetu, basi huenda tukazifuta kabisa au kuzipunguza. Lakini sambamba na hilo, masikio yetu na wengine wameshuhudia jinsi ambavyo kumekuwa na matukio ambayo hayakuzoeleka katika nchi yetu hasa tukitu, tukitumia maneno yanayotumika sasa, kutekwa au kutowekwa kwa Watanzania. Nafikiri tuseme ifike mwisho, ifike mwisho. Kanisa liombe kwa ajili ya jambo hilo na mauaji. Ndugu zangu, Biblia iko wazi kabisa. Nchi inalaaniwa damu inapomwagika katika nchi. Hatutaki laana hii iingie katika nchi yetu. Tuombe, kila mwenye kujua maana ya maombi kuliombea jambo hili, kuliombea jambo hili. Ninajua wanasiasa wamekuwa wakilizungumza, lakini hebu tulisogeze pia hili kama haja yetu mbele za Mungu. Yaani, nachukua fursa hii kuomba Jumapili sijazo, wachungaji, maaskofu katika kanisa letu, tuanze kuomba kama kitu cha pekee kilichotokea katika nchi yetu. Lakini sambamba na hilo, naibu waziri mkuu wasihi. Ni wasihi mimi kama raia lakini kama kiongozi wa imani kwamba wanasiasa, mruhusu kuwepo na meza ya majadiliano, huenda ukapatikana suluhisho la haya mauaji. Sasa imekuwa ni tabia, hata wengine wanauawa kwa sababu watoto, tukionekana na watoto, wanajua wanaiba watoto, lakini wengine wamekuwa wakitekwa na mambo kadhaa na kadhaa. Hebu tuweke Muda wa kuweza kusikilizana. Uzuri wa nchi yetu, moja ya tunu ya nchi yetu ni kwamba masikilizano huwa yanaruhusiwa. Bwana asifiwe. Na viongozi wa dini wenzangu, nimeona maaskofu wengi wakuu hapa. Endapo tuna mawazo yoyote tusiache kuyatoa. Tumefika katika kipindi ambacho Watanzania wamekuwa na hofu. Eh, ambayo ipo katika vyombo vya habari, lakini pia ipo katika watu ambao wengine wameshuhudia kabisa. Ndugu zangu, niwaombe, nirudie tena, kanisa liingie katika maombi. Nchi yetu yenye amani, nchi yetu ambayo imejaa furaha, na ndio maana hata leo tunafanya ibada hii kwa amani. Basi tusiache kulichukulia jambo hilo kiroho, sisi tumepewa nafasi hiyo ya kiroho, basi tumuombe Mungu, tumuombe Mungu ili jambo lisitokee tena, lisitokee tena, tusisikie tena mahali popote. Na tutakapoomba Mungu atawadhihirisha hawa wote wanaoifanya kazi hiyo kazi ya uovu.